Utii ni kitu kingine ambacho unatakiwa ukitumie kwa ajili ya kuchochea karama ya Mungu. Neema Mungu itendeke kwenye maisha yako. Utii kwenye kitu gani? Utii kwenye neno la Mungu na utii kwa Mungu mwenyewe. Nuhu alikuwa mtu mwenye haki, mcha Mungu akatembea pamoja na Bwana. Hawezi kutembea pamoja na Mungu kama hauna utii kwenye maisha yako, utii wa neno lake na utii wa sauti ya Mungu anavyokusemesha yeye mwenyewe ndani ya roho yako, na Mungu alimwambia Samuel, mwambie Sauli akapigane akawapiga Waamaleki, sababu Mungu alikuwa na vita na Waamaleki kipindi hicho. Na aitaka awamalize wote. Sauli akaenda. Nali Mungu aliwapa mashariti. Angamizeni kila kitu kondoo mifugo yao yote angamiza na watu wote angamiza. Wao wakaenda wakachukua wale ng'ombe wanene, mifugo minene, kondoo wanene walionona, wakawachukua na Agagi mfalme wa Waamaleki wa, wa, wa, wa, wa wakamwacha hai. Mungu akakasirika, sababu hakufanya kama ambavyo Mungu alimkusudia. Alienda akapigana vita, ndio akawapiga Amaleki, ndio lakini hakuangamiza kila mtu kama Mungu ambavyo alitaka, na hakuangamiza kila kitu kama Mungu ambavyo alitaka. Alikuwa na mifugo aliacha, na aliacha kuja kumtolea Mungu sadaka, kitu ambacho mungu hakutaka Samuel alivyoenda kuongea naye akasema bana mimi nimetii nimefanya vile vile kama mungu alivyoniambia nimeenda nimepigana vitu tume akaambia hukutii hukutii. kwa mungu utii nusu sio utii ni ukaidi ulitakiwa uangamize kila kitu na mfalme muue na wanyama wote muangamize kwa hiyo utii unachochea karama ya mungu utenda kazi Angalia hivi, Biblia sema hivi mwanzo sita nane. nuhu akapata kibali Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ile neema ilimpa nafasi ya kuweza kumsikia mungu na kupata maelekezo, ila asingetii? kuchukua hatua kuanza kujenga safina, haijalishi ilikuwa ni kazi ngumu kiasi gani. Ile safina Nuhu amejenga kwa muda wa miaka mia moja tangu mungu alipomsemesha mpaka mvua inakuja kunyesha. Miaka mia moja imepita, ilikuwa ni kazi ya kuchosha. Ameihubiri na kuiongelea miaka mia moja anatengeneza safina, ni kazi ya kuchosha, lakini ilimbidi atii. Haikuwa kazi nyepesi. Asingetii ile gari s ama isingekuja, ingekuja na ingempitia. Mwanzo wa sura kumi na tisa nasema hivi, Rutu akapata kibali kwa malaika, walipewa maelekezo mkitoka hapa msigeuke nyuma, atakigeuka nyuma atakuwa nguzo. Yeye alikuwa na mabinti wawili na mke wake, alikuwa watu wanne. Katika safari ya kwenda, mke wa Rutu aligeuka nyuma, alienda kinyume na maagizo ya Mungu, alienda kinyume na neno la Mungu. Alipogeuka nyuma, pale pale akawa nguzo ya chumvi. Rutu na watoto wake walikaza shingo mbele, hauna kuika nyuma. Haikuwa kazi nyepesi. Neema ya Mungu inachochewa na utii wa mtu. Nuhu alipotii neema ya Mungu ikamuokoa. Rutu na familia yake walipotii, neema ya Mungu iliwaokoa, ila mke wake alipogeuka kinyume na utii wa, wa, wa, wa maagizo, akawa nguzo ya chumvi. Ndio maana kwenye maisha usifatishe mwingine wewe, anafanyaji we wewe, wewe na mungu wako ueesha Mungu wa kijumla. Kuna Mungu wakibinafsi, sio Mungu wa kijumla. Kuna mambo ambayo yameandikwa kwenye Biblia ni ya kwetu wote, ila kuna mengine ni ya moja mmoja binafsi. Wakati Rutu na yake wameambiwa msigeuke nyuma mkaangalia Sodoma na Gomora, Ibrahimu wakuambiwa, unapoona watu wa duniani wanaamua kupeleka yao kwa staili fulani usiige wao. Ni wao, wewe Mungu amekupa agizo gani? sababu hilo agizo la Mungu ukigeuka, ukaenda kinyume nalo, unakuwa ya chumvi ila wa duniani wakigeuka, acha wageuke wao. Hawana maagizo kama tulionao sisi. Ibrahim hakuwa na katazo la kugeuka. Rutu na mke wake wa na familia walikuwa wa na katazo la kugeuka.